Naitwa Kulwa Coster Joakimu, ni mkazi wa Bagamoyo ya Nyanjema, a alimashauri kata ya Nyanjema a mtaa wa kwa Nyamaume. Nimekuja kwenu munipokee mimi. Tangu alfu mbili na kumi na tisa nilipata ajali ya kuanguka juu ya mti, nilivunjika kiuno, mgongo na kiuno. Nilipelekwa Muhimbili kitengo cha MOI menda kue kuchekiwa, sehemu zimevunjika sehemu mbili, kiuno na sehemu ya mgongo. Pale ilitakiwa milioni nne na laki mbili, imeshindikana operesheni kwa sababu ya hela hiyo, wazazi wangu mimi ni wazee, baba ni mzee, mama ni mzee, inabidi pale ikashindikana, mimi nikarudishwa nyumbani. Mpaka sasa hivi na miaka minne huyu nenda watano, nipo kitandani, kiuno akifanyi kazi, miguu imekufa ganzi mona na watoto wawili Aridi Kulwa na Nurudini Kulwa, mpaka sa hivi hao watoto hata shule yanye, elimu yanyewe kusoma ni taabu, akenda wanarudishwa kwa sababu amela ya ya mitihani. Mama akenda kule kila akionda kuombea msamaha wanakubaliwa, lakini akikaa kwenda siku ya kwanza apili, mambu badu ya pili mambo bado pale pale, wanatakiwa hela za mitihani na hela ya kodi ya, ya, ya shule ya kulinda nini ya mlinzi Uyumina. Kwa hiyo mi nakuwa stina mimi mpaka, yani, mpaka sentimu unapata imani mwenyewe nalia kitandani kikubwa. Mimi naomba msaada, niwasaidie wazee waze wangu, kama serikali taasisi yoyote naguswa na jambo hilo. Mimi naomba msaada na wazee wangu wenyewe hapo wote kushakuwa wazee baba yangu hapa alipo ana miaka saa tisini. Mama angu ana miaka sabini, na mimi watoto wapo wawili, kuna Nurudini na Alidi Kulwa. Yaani, kama kuna misaada naomba munisaidie, mradi niwakoe wa familia yangu. Naishi mimi baba na mama na dada angu Maria Kaloli Ramadhani. ni mkazi wa Bagamoyo. mimi na mgonjwa hapa mimi nina mgonjwa huyu mtoto kaanguka, Kulwa Coster Joa kimwu. Ndio tulikuwa tunamtegemea huyu, anatulisha sisi motowagonjwa. Sasa huyu kuja kuanguka, ndio kama hivyo, watoto shule kule wanatakiwa fee ni sina. Kwa jina naitwa Dotto Coster, mkazi wa Nianjema A. Hey. mwembe poa nawazungumzia kwa swala la kakangu, anaitwa Kulwa Coster Joakim. Mimi mini pacha yake amepata ajali elfu mbili na tisa alidondoka juu ya mnazi, tukampeleka hospitali ulayani, ikashindikana, tukenda mwimbili, mwimbili akalazwa moi, tukafika mwimbili moi akalazwa, ikatakiwa milioni nne na laki mbili uwezo huu sisi tukawatuna Mama yangu mzee, baba yangu ni mzee na yeye pia, na watoto wake wanasoma wote, wanatutegemea sisi. Mama wenyewe anafanya kazi ya kukata kuni na kuuza kuni, ni kusaidiana ili e, tupate kuwasomesha wa watoto watoto. Wenyewe watoto, wanasoma katika mazingira magumu, wanaanza kutoka asubuhi aajala chakula mpaka mchana pia kirudi, akuti, chakula wanakula usiku wanalia, lakini tutafanyaje sisi, ma maisha yetu ndio hayo. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji msaada mtusaidie, kutokana na maisha tunayopitia magumu kweli. kilo inausa changamoto hii, tulikuwa tunaomba misaada mtusaidie sisi. Tunakaa huku Nianjema mtaa mwembe poa, na hili ndio kamgitu kubwa yani. Kwa hapa tulipo tumeumbuka, yani asilimia kubwa moja tumeumbuka sana, yani tangia apate huyu ajali upo chini hapa, yeye mwenyewe atuangalia sisi alikuwa anatumia mipira round ya kwanza, kwa kila siku mpira shilingi elfu nne. Daktari alikuja kumweka ule mpira pia, hela dawa za maumivu za kuchoma mpaka alale hela, mpaka kufikia hivi. Hapa tunashukuru Mungu, lakini ni bado changamoto pia inaendelea, sababu hana kazi na watoto wanasoma, kama huyu mwingine darasa la nne, huyu mwingine la sita. Yani ni mtihani mkubwa sana, kaku kwa kilo linaomgusa tulikuwa tunaomba msaada mtusaidie, wananchi, jamii mnaotuangalia, ni wote tunamgusa, yoyote lile, tunaomba msaada mtusaidie. Yoyote atakayeguswa atanitafuta katika namba hii 0655 21 79 49 Dete TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare.